Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa taala kwa kutupa pumzi yake kwa kutupa uhai wake. Kiukweli ni neema kubwa anayotupa Allah. Hakika baraka anazotupa Allah ni nyingi hmm. Baraka anazotupa Allah ni nyingi sana, ndugu zangu Waislamu. Mada yetu ya leo, ndugu zangu Waislamu, ni kuhusiana na hii kitu tunayoona hapa kwenye mkono wangu. Hii inaitwa tasbihi, tasbihi kwa mtu ambaye ana uelewa kuhusu dini yaani ye yupo yupo tu, unaona ye yupo yupo tu. Kiukweli hii kitu ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu, ina umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu. Tasbihi, tasbihi ina umuhimu gani? Sasa kwanza kabisa, audhubillahi minashaitanirajim, bismillahi rahmanirahim. Ndugu zangu wa Islam, kwanza kabisa kiukweli, wanadamu sisi tumemsahau Mwenyezi Mungu, yani tumemwacha Allah, hakika Allah tumemwacha. Sheitani ameshatukaa rohoni, sheitani ameshatukaa akilini Unaona, kiukweli inasikitisha sana, ila mpaka labda huwa umepatwa jambo fulani au umepata matatizo fulani, basi unaona kumrudia Mwenyezi Mungu. Na kuna wengine wana kashfa, zile kashfa hivi, kweli Mungu yupo kweli? Sasa mpaka mtu anaanza kujiuliza hivi mtu anavyoongea kauli kama hizo yani, ni kwamba alijiumba au vipi yani maana hmm? Unaambiwa mpaka uwepo wako wewe ni kwamba eh, umeumbwa na Mwenyezi Mungu pekee, na Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuumba wewe eh, na ndiye anayekupa baraka siku zote, lakini unashindwa kumkumbuka. Ndugu zangu Waislamu, tasbihi, moja ya sababu ya tasbihi au umuhimu wa tasbihi, kwanza ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu wetu, ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu wetu. Kingine, hii inakuweka karibu na Mwenyezi Mungu, inakuweka karibu na Allah. Wewe hujua tu, mpaka ya kukute ndio utafahamu hujajua tu namna ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, yaani bado kuna kitu fulani ambacho yaani kinakupa ugumu. Sasa hicho kitu kinachokupa ugumu ndio hicho sasa, unashindwa kufanya ibada hmm? unashindwa kufanya ibada, unashindwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Eh? naona ndugu zangu Waislamu, inapelekea tunamsahau Mwenyezi Mungu, tunasahau kabisa neema au baraka anazotupa Mwenyezi Mungu wetu. Ni rehema zake, unaona sio? Tunapewa kwa mikono ya shaitani aliyelaaniwa? Hapana, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pekee, mpaka unapata hizo riziki eh? Una, unapata hizo riziki unashindwa, una, una kufanya ibada. Ndugu yangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, mtumrudie Allah. Sasa ni nini maana ya kufanya eh, uladi wa tasbihi? Kwanza inatakiwa ujiweke karibu na Mwenyezi Mungu wako, mtaje tu we, mtaje tu no, mtaje tu kwa majina yake. Kwa mfano unaweza kwa, kam... kwa mfano tu unaweza ukataja bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim mpaka utapomaliza. Au unaweza ukamtaja kwa jina lake eh, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yaani kuna mambo mengi mno jinsi ya kutumia tasbihi, kuna mambo mengi mno ya kumtaja Mwenyezi Mungu eh, kuwa karibu na Allah. Pablo mwenyewe akisha kuona, yani mwenyewe anakupenda ya tu no, yani anakupenda muda wote. Kwa ndugu zangu waislamu em, tumkumbuke Mwenyezi Mungu, tumkumbuke Mwenyezi Mungu kupitia hii tasbihi, hmm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatu, asanteni.